Jamani, habari zenu. Mimi ndugu yenu Ape Polepole. Leo sitaongea mambo magumu, niliona nitumie nafasi hii kuwafanua jambo moja ambalo limejitokeza hivi karibuni. Niliwaeleza habari ya mtungi wa gesi ndio, kule Cuba unauzwa shilingi elfu mbili ya Tanzania. Hii e mitungi ya gesi imeizoea elfu mbili ya Tanzania kabisa, ni buku moja buku mbili, unakamata mtungi wa gesi unapikia nyumbani kwako mwezi mzima, na hoja yangu mimi ilikuwa ya kwamba Haiwezekani e, katika nchi yetu gesi tunayo, alafu e, inauzwa elfu hamsini na sita mpaka elfu sitini walijani. Mpenzi msikilizaji, jina langu naitwa Benjeku, naomba nichukue nafasi hii kukukaribisha kwenye breaking news zilizotufikia hivi punde. Cha kwanza, naomba usikose kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, na usikose kubonyeza alama ya kengele kwa taarifa zozote zinazotufikia ili uwe wa kwanza kuzipata. Ni siku ya nne baada ya kutoweka pasipojulikana aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi na nchini Cuba Amfrey Polepole. Mahakama Kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam imepanga Oktoba tarehe 15, 2025 kuanza kusikiliza shauri hilo lililofunguliwa na wakili Peter Kibatala kwa niaba ya familia na kuiomba mahakama itoe amri kwa mamlaka kufikisha Polepole mahakamani au ieleze kwa umma wapi alipo. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari mahakamani hapo, wakili Peter Kibatala amesema uh, imeonekana ni busara pande zote mbili zipate nafasi ya kushiriki vyema katika kesi hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwasilisha nyaraka zote muhimu. Maombi tuliowasilisha yatasikilizwa mbele ya jaji Salma Magimbi Oktoba na hapa katikati tumeomba kuwasilisha kiapo cha nyongeza, kwa sababu kwenye jambo la aina hii taarifa mnazidi kuzipata muda mnavozidi kwenda. Hayo ni maneno aliyozungumza Peter Kibatala, jaji ambaye amepeleka shauri hilo mahakamani. Naitwa Benjeku, kwa taarifa zaidi na kwa taarifa nyingine nyingi zinazokuja, usikose kutembelea katika platform zetu zote lakini Komandante nf Fidel Castro Ruz, umeelewa, ambaye tunamuita baba wa mapinduzi ya Cuba ya mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa, na kiongozi wa kihistoria, ndio mwalimu Nyerere wao. Katika pacha, ukipiga kushoto chini kutoka pale Las Tunas, hiyo unaipiga ndefu mpaka mji unaitwa Bayamo, umeelewa. Bayamo kuna vyuo vikuu pale, ni mji mwingine mzuri sana. E, una una, una...